Duniani kote mifumo ya kodi hutofautiana sana. Baadhi ya nchi hazitozi kabisa kodi ya mapato, huku nyingine zikivutia wakazi kwa viwango vya chini vya kodi ya moja kwa moja na mifumo ya kodi ya kieneo inayosamehe mapato yanayotokana na nje ya nchi kwa wahamiaji, wawekezaji wa, wastaafu na wafanyakazi wa kidijitali. Kutambua nchi zenye kodi ndogo zaidi ya mapato binafsi kunaweza kuleta faida kubwa ya kifedha, uhuru mkubwa wa kusafiri kimataifa na fursa bora za kupata makazi. Makala hii inaangalia na kulinganisha kodi ya mapato binafsi, kodi ya kampuni, kodi ya ongezeko la thamani yaani VAT na kodi ya faida ya mitaji katika nchi na maeneo mbalimbali mbali duniani. Pia inaangazia nchi bora zaidi za kuishi zenye kodi ndogo zikiwamo zile za Ulaya zenye kodi ya chini na nchi zilizoendelea zenye mifumo rafiki ya kodi. Bila kupoteza wakati, hii ni top 10 ya nchi ambazo bila shaka kodi yake ni ndogo. Nchi namba kumi ni Costa Rica. Costa Rica ni nchi ambayo hutumia mfumo wa kodi wa kieneo ambapo mapato ya ndani pekee ndiyo yanayotozwa kodi. Nchi hii ina kodi ndogo kwa wastaafu na wafanyakazi wa kidijitali yani digital nomads. Mapato ya nje kama pensheni, mishahara ya kazi za mtandaoni na uwekezaji wa nje hayatozwi kodi. Hii huifanya Costa Rica kuwa kivutio kikubwa ikilinganishwa na nchi zinazotoza kodi kwa mapato ya kimataifa. kwa ni kwamba kodi yake ya mapato binafsi inaanzia asilimia sifuri mpaka ishirini na tano kwa mapato ya ndani pekee. Hata hivyo kodi ya kampuni ni kubwa, kwani inafikia asilimia thelathini chini zaidi ya biashara ndogo, na kodi ya ongezeko la thamani yani VAT ni asilimia kumi na tatu huku kodi ya faida ya mitaji ikiwa ni asilimia kumi na tano ya mapato ya ndani pekee. Licha ya kuwa na kiwango kidogo cha kodi, lakini nchi hii ina utawala thabiti, huduma za afya nafuu na, na mtindo wa maisha unaozingatia mazingira Kostari ni chaguo bora kwa wastaafu na wafanyakazi wa kidijitali wanaotaka kupunguza mzigo wa kodi kihalali huku wakifurahia maisha. Nambari tisa inakwenda kwa nchi ya Uswisi. Hii ni nchi nambari tisa kwa kuwa na kiwango kidogo cha kodi. Mfumo wa kodi wa Uswisi unatofautiana na kulingana na maeneo au majimbo, ambapo ushindani kati ya majimbo husababisha viwango tofauti vya kodi. Katika baadhi ya maeneo, kodi ya kampuni inaweza kuwa chini hadi asilimia kumi na moja nukta kenda Kodi ya mapato binafsi inaanzia asilimia sifuri mpaka asilimia arobaini kulingana na jimbo na kipato cha mtu. Kodi ya kampuni ni takribani asilimia kumi na tano kwa wastani, huku kodi ya ongezeko la thamani yani VAT ni kodi ndogo mpaka asilimia saba nukta saba na kodi ya faida ya mitaji na asilimia sifuri kwa mali binafsi. Uswisi inaendelea kuwa chaguo kuu kwa uwekezaji na watu wenye utajiri mkubwa kutokana na sekta yake ya benki, msimamo wake wa kutopendelea upande wowote na ubora wa juu wa maisha Mikataba ya kodi ya mkopo yani lump sum taxation, pia huifanya kuvutia wageni matajiri. Wataalamu wa kodi wanasema kuwa nchi hii ina kodi shindani na viwango vya juu vya maisha. Nambari nane ni nchi ya Singapore. Nchi ya Singapore ambayo kwa mjibu wa wataalamu wa uchumi wanaisema kama ni nchi inayoendelea, lakini ni nchi yenye kodi ndogo. Singapore hutumia mfumo wa kodi wa kieneo yani, territorial tax system unaosamehe mapato mengi yanayotoka nje ya nchi na nchi zinazotoza kodi kwa mapato ya kimataifa. Singapore hutoza kodi tu kwa mapato yanayotokana na shughuli za ndani au yanayoingizwa nchini. Kwa mapato binafsi, Singapore ina kodi inayopanda kwa asilimia hadi ishirini na mbili kulingana na mapato ya mtu, kodi ya kampuni ya asilimia 17, ingawa hata hivyo kiwango halisi mara nyingi huwa chini zaidi ya asilimia 17, na kodi ya faida ya mitaji ni asilimia sifuri. Kama kituo cha fedha cha kimataifa, Singapore inaunganisha kodi ndogo na miundombinu bora ataba thabiti ya kimataifa na motisha rafiki kwa wawekezaji pia inajulikana kwa mazingira yake yanayounganisha mkono wa biashara na hivyo kuwa miongoni mwa nchi zilizoendelea zenye kodi ndogo zaidi nambari saba ni nchi inayoitwa Andora nchi ya Andora inaunganisha kodi ndogo za mapato binafsi na makampuni pamoja na kodi ya mauzo ya chini zaidi barani Ulaya ya asilimia nne nukta tano pia ina kodi ya mapato ya kiwango kimoja cha asilimia kumi na haina na kodi ya utajiri wala kodi ya urithi. Kwa kodi ya mapato binafsi, kodi inafikia asilimia kumi, kodi ya makampuni ya asilimia kumi, kodi ya mauzo ni asilimia nne nukta tano na kodi ya faida ya mitaji inaanzia asilimia sifuri mpaka asilimia kumi. Nchi hiyo iliyo kati ya Ufaransa na Uhispania katika milima ya Pirene, Andora huwavutia wastaafu na wafanyakazi wa kidijitali kutokana na mtindo wake wa maisha ya nje, utulivu wa kisiasa na ukaribu wake na masoko makubwa ya bila kupoteza muda tuende katika nchi nambari sita, ambayo kodi yake ni kidogo. Hungary ndiyo inashika kiwango nambari sita. Hungary ina kiwango cha chini kabisa cha kodi ya kampuni ndani ya Umoja wa Ulaya cha asilimia 9 pamoja na kodi ya mapato binafsi ya kiwango cha asilimia 15. Nchi hii ilikuwa na ukubwa wa uchumi wa dola bilioni 212.3 kenda kwa mwaka 2023. Hungary ina kiwango cha kodi kwa makampuni cha asilimia tisa. Hungary inajitofautisha ndani ya umoja wa Ulaya kwa kuwa na kodi ndogo sana ya mapato ya makampuni tangu mwaka 2017 imeendelea kudumisha kodi ya kampuni ya asilimia kenda, jambo ambalo limevutia biashara nyingi kuhamia nchini humo. Mfumo wa kodi wa Hungary hutofautisha kati ya makampuni ya wakazi na makampuni yasiyo ya wakazi. Kampuni za wakazi hutozwa kodi kwa mapato yao yote duniani, ilihali kampuni zisizo za wakazi hutozwa kodi tu kwa mapato yanayotokana na shughuli za matawi yao ndani ya Hungary. Hungary pia hutumia mfumo wa kodi wa kiwango cha chini cha mapato ili kuhakikisha makampuni yanachangia. Endapo faida ni ndogo, kiwango cha chini cha kodi cha asilimia mbili hutumika. Makampuni pia yanaweza kuchagua utoaji wa taarifa za kifedha kwa kina zaidi. Hata hivyo, kodi yake ya ongezeko la thamani yaani VAT ni kubwa na inafikia asilimia ishirini na saba, ikiwa ni kodi ya juu zaidi katika nchi za Umoja wa Ulaya, huko kodi ya faida ya mitaji ikiwa ni asilimia kumi na tano. Licha VAT kuwa juu, Hungary bado ni kivutio cha biashara zinazotafuta ufikiaji wa soko la Umoja wa Ulaya, nguvu kazi yenye ushindani na sera rafiki ya biashara. Jiji la Budapest pia lina maisha ya kitamaduni yenye mvuto wa gharama nafuu. Serikali hutoa Hungary Golden Visa kwa wawekezaji wanaotaka njia ya haraka ya kupata ukazi na hatimaye uraia. Nambari tano ni nchi ya Bulgaria. Bulgaria ni namba tano duniani kwa kuwa na kodi ndogo. Bulgaria inatoza kodi ya kiwango kimoja cha asilimia kwa mapato binafsi na faida ya makampuni kiwango cha chini zaidi ndani ya nchi za Umoja wa Ulaya. Hata hivyo VAT iko juu kwa asilimia ishirini, na kodi ya faida ya mitaji ni asilimia kumi Bulgaria. Bulgaria ni kituo maarufu kwa jasiri ya mali na wafanyakazi wa mtandaoni kutokana na gharama nafuu za maisha ya upatikanaji wa soko la Umoja wa Ulaya na ukuaji wa sekta ya teknolojia. Sasa moja kwa moja katika nambari nne ni nchi ya Qatar. Nchi hii hakuna kodi ya mapato kwa watu binafsi. Qatar hutoa mazingira yasiyo na kodi na mapato kwa watu binafsi huku ikitoza kodi ya kampuni kwa asilimia 10 kwa biashara nyingi. Nchi hii ilikuwa na ukubwa wa uchumi wa dola bilioni 240.217 kwa mwaka 2025, huku kiwango cha kodi ya mauzo ikiwa ni sifuri. Mfumo wa kodi wa Qatar unaendelea kubadilika. Kwa sasa hakuna kodi ya ongezeko la thamani yani VAT wala kodi ya mauzo, lakini kuna tarajiwa VAT ya asilimia 5 kuanzishwa siku za usoni, kufuatia miongozo ya nchi zinazounda muungano wa guba yani, nchi za GCC, ambapo bidhaa zinazoingizwa kutoka nje ya nchi za guba kwa kawaida hutozwa ushuru wa asilimia ya tano, isipokuwa bidhaa kama tumbaku ambazo hutozwa kodi zaidi. Qatar pia ilianzisha kodi ya bidhaa maalum yani, excise tax mwaka 2019, hasa kwa tumbaku, vinywaji na baadhi ya vinywaji vyenye sukari. Hata hivyo, hakuna kodi ya mali, kodi ya uhamisho wa umiliki, kodi ya mishahara, wala hakuna kodi ya stamp. Mfumo huu unaonyesha juhudi za Qatar za kusawazisha ushindani wa kibiashara na mahitaji ya kikanda. Uchumi wake unaokua kwa kasi, miundombinu ya kisasa na mishahara mikubwa huifanya Qatar kuwa kivutio kikubwa kwa wahamiaji. Pia inaendelea kuimarisha nafasi yake katika kitovu muhimu cha kimkakati Mashariki ya Kati. Nambari tatu katika nchi zenye kodi ndogo duniani ni nchi ya Bahamas. Nchi hii imepewa jina la utani kuwa ni paradiso ya kodi kwa wahamiaji. Bahamas inaunganisha kutokuwepo kwa kodi ya mapato na kodi ya makampuni pamoja na programu za kuvutia za ukazi kupitia uwekezaji. Nchi hii ilikuwa na ukubwa wa uchumi wa dola bilioni 14.3 kenda mwaka 2025 huku kiwango cha kodi cha mapato kikiwa ni asilimia sifuri. Bahamas ni maarufu kama kimbilio la watu wanaotafuta nchi zenye kodi ndogo ya mapato. Haitozi kodi ya mapato binafsi wala haina kodi ya urithi wala haina kodi ya utajiri, jambo linalovutia watu wengi. Hata hivyo, wakazi huchangia kwenye hifadhi ya jamii, yani National Insurance Board kwa viwango vinavyotegemeana kama mtu ameajiriwa au amejiajiri. Kwa jumla, Bahamas haina kodi ya mapato, bali hupata mapato kupitia utalii na bidhaa zinazoingizwa kutoka nje. Kupata ukazi si vigumu sana. Ikiwa unataka thamani bora ya fedha zako katika mazingira mazuri ya asili, Bahamas ni chaguo zuri. Kodi pekee ambayo nchi hii inatoza ni kodi ya ongezeko la thamani VAT ambayo ni asilimia kumi na mbili. Mbali na faida za kodi, Bahamas iko karibu na Marekani na hutumia Kiingereza kama lugha na ina mtindo wa maisha tulivu wa visiwani. Imekuwa chaguo maarufu kwa wastaafu na wakazi wa kidigitali. Namba mbili ni nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE. Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, ni miongoni mwa nchi maarufu zaidi duniani zenye kodi ndogo. Haichukui kodi ya mapato kwa watu binafsi na hivi karibuni tu mwaka 2023 ilianzisha kodi ndogo ya kampuni ya asilimia tisa. UAE ilikuwa na ukubwa wa uchumi wa dola bilioni 568.56 mwaka 2025 huku kiwango cha kodi ya kampuni kikiwa ni asilimia kenda pekee. UAE imeanzisha kodi ya shirikisho ya kampuni ili kuimarisha mfumo wake wa kifedha. Zamani kulikuwa hapo sheria ya kodi ya mapato kwa makampuni makubwa, lakini hazikutekelezwa kikamilifu. Badala yake kodi zilitegemea sekta husika. Matawi ya benki za kigeni yanayofanya kazi katika nchi ya UAE yalikuwa yakitozwa kodi ya mapato ya asilimia 20 chini ya sheria ya kila Emirate. Kampuni za mafuta, gesi na petroli zilitozwa kodi kulingana na mikataba maalum, hivyo viwango vilitofautiana. Ndani ya nchi ya UAE, kodi ya mapato binafsi ni asilimia sifuri, kodi ya kampuni ni asilimia tisa, lakini ni faida isiyozidi takriban dola laki moja za Kimarekani, na kodi ya ongezeko la thamani, yaani VAT, ni asilimia tano, na kodi ya faida ya mitaji ikiwa ni asilimia sifuri. UAE ni kitovu muhimu cha kimataifa chenye miundombinu ya kisasa, viza za ukazi wa muda refu kama Golden Visa na visa ya Digital Nomad, pamoja na jumuiya kubwa ya wahamiaji katika miji kama Dubai na Abu Dhabi. Na nchi namba moja kabisa ni visiwa vya Cayman. Visiwa vya Cayman ni nchi ambayo ni ya jadi na isiyo na kodi kabisa. Visiwa vya Cayman havitozi kodi ya mapato wala kodi ya faida ya mitaji. Serikali hupata mapato yake hasa kupitia ushuru wa bidhaa zinazoingizwa na ada mbalimbali. Nchi hii ilikuwa na ukubwa wa uchumi wa dola bilioni 6 Nene, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Visiwa vya Cayman vinajulikana sana kwa mfumo wa kutokuwa na kodi hasa kwa makampuni na watu binafsi. Uchumi wake unaongozwa na huduma za kifedha na huvutia makampuni ya kimataifa yanayotafuta maeneo yenye ufanisi wa kodi. Kutokuwepo kwa kodi ya aina yoyote kumeifanya kuwa kituo cha fedha cha kimataifa. Serikali hukusanya mapato kupitia ada za huduma za fedha na kodi hizo za moja kwa moja kwa sekta yake imara ya kifedha na mfumo thabiti wa kisheria, visiwa vya Cayman hupendwa sana na wawekezaji na wasimamizi wa mali. Wahamiaji pia hunufaika na mazingira ya kisiasa tulivu na mtindo wa maisha wa Caribbean. Bila shaka hii ndio nchi ambayo ndiyo mpango wangu wa kwenda kuishi. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.